Hello wapendwa wangu, karibuni tena leo, siku nyingine kwenye chaneli yangu. Aa, na leo ni siku nyingine nzuri kabisa, tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata off shoulder kwa njia rahisi kabisa, ambapo nafikiri wewe mwenyewe utafurahi. Angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza kile ambacho nitakwenda kukifundisha hapa siku ya leo. Ni rahisi sana, wewe mwenyewe utapenda. Kwa hiyo usikatishe njiani, angalia mpaka mwisho. Hapo ni urefu nimeweka inch 15 kama ambavyo unaona na nimeweka pateni yangu kwanza. Nafikiri uh, video za kutengeneza blouse kama hivyo, kukata nimeshafundisha mara nyingi tu. Kwa hiyo unaweza ukaingia hapo ukaangalia video zangu na ukapata jinsi ya kukata, uh, ya kupima kufanya vipimo na kukata pia, zipo tu video utazipata hapo. Baada ya hapo utakata kama hivyo, utakata na upande huo wa chini. baada ya hapo sasa, tapima hiyo nchi tatu ambayo nimeiacha hapo ofshoda yangu. Mimi nitaitolea nchi tatu ina maana nitakata nchi tatu ehe, lakini pia unaweza ukakata ukatoa ofshoda yako haitolea nchi nne wapo wanatoa mpaka nchi tano ko utakavyopenda wewe mwenyewe, ni hiari yako, ila mimi nitatoa nchi tatu sitaki iwe wazi sana. Hapo upande wa shingo nitaweka nchi tano lakini sitokata shingo kusema kwamba nitaweka labda a, ile nitaweka pati ya shingo huku labda, hapana, naweka tu hapo alama ya nchi tano hiyo, kama hivyo ambavyo unaona nafanya. Baada ya hapo, ntanyoosha mstari kama hivyo, na kama ulivyoona blouse yangu nilikata kawaida sana. Baada ya hapo sasa utakata, tayari nimesha kata hapa. Sasa hiki ndo kitambaa chetu ambacho tutakwenda kutumia kwa ajili ya kushona off shoulder yetu kama unavyoona nimekikunja mara nne na nyuma nimeacha nchi moja kwa ajili ya kuja kuweka vifungo na sehemu ya kuwekea vifungo mm-hmm. Tachukua sasa ilo gazeti letu ambalo tayari tumesha kata kama hivyo, utapini kama hivyo navyofanya, na baada ya hapo, baada ya hapo, ukisha pini vizuri, sasa tutakwenda kukata Utakata shingo ya mbele na ya nyuma, vyote inalingana. Hamna kusema kwamba shingo ya nyuma itakuwa fupi, ya mbele ndefu. Hapana, vyote vinalingana. Na baada ya hapo, utakatia lining kama hivyo. Baada ya hapo, utakata hapo sasa. Kwenye dati tayari nimesha kata, nitapini kwanza hapo. Nitapini vile vitamba vyangu vya mbele tu, vile vya nyuma nitaviacha. Nitatoa kama hivyo. tayari nimeshavitoa. Nitatengeneza sehemu yangu ya darts hapo vizuri, ili niweze kukata pia. Ehe, kama hivyo utakata, nitatoa pia hicho kigazeti, nitatengeneza vizuri hapo sehemu yangu hiyo, ni ya nyonyo, nitaitengeneza vizuri kama hivyo unavyoona nafanya hapo tayari nimeshakatia sasa vitambaa vyangu vyote, na hivyo nimeshakatia vya mbele na vya nyuma pamoja na lining zake vyote nishakatia tayari. Tutakwenda sasa kuunganisha vitambaa vyetu, utachukua kitambaa chako kama hivyo, utakiweka hapo na hicho, tutakwenda kushika hivyo na kushona sehemu zote mbili, tukashone sasa tayari nimeshaunganisha kama hivyo unavyoona, nimeshona lakini pia vya nyuma nimevishona pia. Ehe, hapo sasa, hiyo ni lining pia utaiweka hapo, tutakwenda kushonea hapo. Uh, hello wapendwa wangu wazuri, wengine ili tukue kwa pamoja kwa angalia video hii mpaka mwisho ufurahie matokeo mazuri. Baada ya hapo sasa, tumeshaunganisha huko kwenye bega kwenye, ma, kwenye shingo tumeshashona na tumeshagongea pia, kama ambavyo umeona hapo. Sasa hapa hiki ni kipande cha nyuma ambacho ndipo tutakapokuja kwenda kuweka vifungo vyetu. Uh, tutakuja kwenda kuweka vile vina vya kuwekea vifungo vikamba vya kuwekea vifungo nimeacha nchi moja na nusu nchi moja na nusu mpaka chini na kamba yenyewe ndio hiyo nimekikata ni chembamba tu kidogo cha nusu nchi ukikikunja ni kidogo sana unakikunja kama hivo ambapo urefu wake ndio umeona nimeweka nchi mbili na nusu utakunja kama hivo utaweka mpaka chini baada ya hapo utachukua hiyo lining kama hivo utaifunikia hapo juu, utashona. Tayari nimesha shona kama ambavyo unaona hivyo, nimesha shona kipande hiki cha mbele, lakini pia nimeshona na kwenye kwapa, kwa sababu mkono utakao kuja kuunganisha utakuwa ni mkono ambao ni nusu, hautakuwa hautazunguka kwapa lote lakini pia nimegongea kama ambavyo nimegongea kwenye shingo kama unavyoona hivyo. Tageuza na vitambaa vyetu hivyo vya nyuma ehe, hicho ndio kile sasa tulichoweka, hivyo vitambaa tulivyoweka kwa ajili ya kuja kuweka vifungo vyetu vimetokea kama hivyo nilivyoshona. Baada ya hapo utanyoosha nyosha sasa, utakwenda kushona hapo ili kuunganisha blauzi yako hiyo na lining yake. Tayari nimesha shona kwa vipande vyangu vyote hivyo. Hapa sasa, tutakwenda kuviunga kitambaa cha, na, kitamba cha mbele na vitambaa vya nyuma. Tutafanya vipimo sahihi, tutaviunganisha sasa. Baada ya hapo, nimeshaunganisha lakini unapokuwa unafanya vipimo usisahau kuna hiyo nchi moja nimeitoa hapo. Ina maana unapofanya vipimo vyako sahihi vya kifua na vya tumbo, uanzie hapo kwenye hiyo nchi moja kwenda kule kwenye kwapa. Hiyo nchi moja unakuwa umeiacha, ambayo inakuwa ni kwa ajili ya kuja kuweka naniliu vifungo vyetu. Ehe, kama hivyo unavyoona nimekuwekea hapo juu, inatakiwa iwe hivyo. Na hapa sasa tutakwenda kukata au ni mkono wetu nimeweka inchi kumi na mbili ambapo huo ni upana tutakwenda kukia lastiki na urefu. Baada ya kukunja tayari huko nimeshapinda, nimepinda kwa nusu inchi. Baada ya kupinda, ndo nimepata inchi tano na lastiki yetu ndo hiyo, na urefu wa inchi nane ni ya robo inchi. Kwa hiyo utaingiza hapo, tayari nimeshaweka kwenye vipande vyangu hivyo vyote viwili vya mkono nitakwenda sasa kushonea hapo. Aa, nipende sana kukushukuru wewe mpendwa mtazamaji wangu, muda wako kuangalia video yangu. Nasema asante, asante sana, ubarikiwe. Anatumai video hii itakuwa imekufundisha sana, na kama kuna mahali popote ambapo gehitaji, comment yako ni muhimu sana kwangu, kwa ndo zaidi. Nikushkuru, nikushkuru sana. Sana. Karibuni tena kwa wakati mwingine.